Hello guys, kutokana na maombi ya muda mrefu sana ya mwendelezo wa tamthilia hii hapa ya Aminata binti Mtumwa, nasi tumeona tuape kile kitu ambacho roho inapenda. Huu ni mwendelezo sasa, episodi ya tatu. Mimi ni Queen Africa, tuende pamoja. Tuliishia tajiri wa kwanza ameweza kumuuza mtoto wa Minata na cha kustajabisha tajiri wake wa pili Bwana Samuel alishirikiana na tajiri wake wa kwanza ilipokuwa ameweza kumtenganisha Minata na binti yake. Sasa maamuzi yakawa ni kumfuata kule kule ambapo alienda kumuuza. Je, kule ambapo anaenda kumfuata, pata aenda kumpatisha mtoto wake ama ataenda kubadilisha maisha yake kwa ujumla Minata. Sasa tukaangazie hapo. Sasa kijao kinaendelea kama ifuatavyo. Mzigo unaanzia kwenye boti ambapo Minata alikuwa akisikiliza historia ya waindi weusi waliochukuliwa nchini kwao na kutupwa Hafenvon. Wamewasili Hafenvon pale New York mwaka 1775 wapo kwenye kipando. Aminata anaona watumwa wakiwa huru eneo fulani hivyo, yani hakuna watu weupe. Aminata alivutiwa sana na uhuru ule ambao wao wako nao, japo bwana Samuel alisema kila kitu ina gharama zake. Umefika lodge, anakuja jamaa mmoja, ni Francis almaarufu kama Black Sam. Francis aliwapokea vizuri sana na kuwapatia vyumba tofauti. Baada ya kusaini, Francis aliuliza kama Samuel ni mmiliki wake, na Aminata alijibu sio kwa muda mrefu, kwa sababu hata ni miliki tena. Francis aliomba wapate lunch. Muda wa lunch, Francis alijitambulisha kwamba yeye basi ataweza kurudi nchini kwao Afrika. Lakini Francis alimwambia kwamba sio si sehemu salama kabisa kwa sababu kila siku bado biashara za watumwa zinaendelea. Yaani watu, yani watu wanatolewa Afrika na kupelekwa katika nchi za Ulaya kwenda kumilikiwa. Bado itakuwa ni ngumu sana kwake kuweza kurudi Afrika. Amina hata alihitaji kufuata vifaa vilivyobakia nyumbani kwao. Yaani hata mabaki tu kwenda kuangalia kwa sababu aliondoka muda mrefu sana. Lakini alishauriwa tu New York ndio sehemu salama kwake kuishi na kufanya kazi. Na aliomba asipoteze imani na yeye. Yaani endelee kumwamini kwa sababu anamtakia kile ambacho kiko bora. Yeye ni Mwafrika mwenzake. Kwa hiyo asitokee kabisa kumvunjia imani kwa sababu usiku Aminata milala, Samuel anaingia na barua huku akitaka msaada wa kujibiwa anayotaka yani, kila mmoja anataka uhuru wake pale. Sasa wanamwambia revolution imeshaanza na ndio muda sasa, hiyo yeye kuweza kuondoka yani, akitaka kupoteza tajiri wake basi aondoke muda huo. Akiondoka wakati huo, tajiri wake ataamini kwamba amepoteza maisha kwenye machafuko na hataweza kabisa kuweza kumtafuta tena, ataamini tu ameshakufa, mwingine ataendelea sasa. Akiwa pale anamwona bwana Samuel, haraka sana akaamua kujificha kwa Black Sam. Black Sam alimpatia maelekezo kwamba aende mbali kabisa porini akakae kwa siku kadhaa kisha akirudi agonge mlango huo, oh, kisha yeye atatokea kwenda kumsaidia. Aminata alimshukuru sana Black Sam kwa sababu hakuamini kama angeweza siku moja kuondoka katika mikono ya wamiliki wake. Sasa kazi kubwa ilikuwa ni kuwa salama katikati ya kundi la watu waliochafuka na kero za utumwa na alifanikiwa pia kutoka pale kwa sababu aliminyana na watu kwa kweli mpaka kufanikiwa kuchoroboka katika kundi hili na kuondoka. Amefika porini, alifarijika sana kuona yuko mbali na wamiliki wake na atakuwa huru. Hakuamini kuona kaweza, japo alijiona shujaa kwa muda wote. Mvua kubwa ikapiga siku ile. Kesho yake asubuhi karudi na kapokelewa tena na Francis na kupewa chakula. Kisha akampatia pesa. Japo Minata alizikataa lakini Francis aliomba akubali kama rafiki wake tu. Francis aliuliza nini ambacho Minata atafanya baada ya kuwa huru lakini yeye alisema atamtafuta mwanaume wake na watarudi Afrika. Francis alimpa maelekezo juu ya jamaa mmoja hivi alikuwa anaitwa Klebo na alimwambia atamsaidia kweli kwa muda huo. Baada ya pale alikutana na Klebo na alimsaidia Minata makazi na kumpatia baadhi ya furniture. Klebo alikuwa na nimu wake na wakati huo alikuwa ni mjamzito na mimba changa anaitwa Tatilda. Tatilda alisiwivu sana maana aliona Minata atamchukulia Klebo wake. Klebo aliomba awe msaada mkubwa kwao na ikibidi kupambana basi ushirikiane ili mradi wao uhuru. Tatilda aliuliza akauliza kama ana bwana na Aminata akajibu kuwa anaye na anatumaini atampata pale ambapo yupo. Alijitahidi kuongea kwa wivu sana lakini bado Aminata aliweza kuuteka moyo wake. Aminata kwa kuwa alikuwa ni mkunga basi aliendelea kufanya kazi yake ya kuwasaidia wanawake wajawazito katika eneo lile. Kwa sababu wanawake wengi sana weusi walikuwa wakitumiwa tu na askari weupe. Kwa kuwa tu wao ni watu weusi. Yaani bado waliwa kama watumwa hasa wa Negros. Na kwa kuwa Aminata alikuwa ni Mwafrika pekee ambaye anajua kusoma na kuandika basi aliwafundisha watu kuweza kuyatamka vyema majina yao na alifurahi sana kuona vile. Aminata alifarijika sana kuona wako na furaha sana na hawamilikiwi na mtu yeyote, lakini bado milia risasi iliendelea kurindima siku hadi siku. Aminata anasema mwaka 1776, baadhi ya wakoloni waliamua kuendeleza vita ya kumiliki watumwa hasa vyakula, vinywaji na baadhi ya dawa. Wako njiani, msafara unasimamishwa na watu walio na silaha. Aminata alijawa na wasiwasi mno. Kisha msafara unaruhusiwa kuendelea na safari, wanafika eneo fulani hivi, panaonekana ni kambi. Wakati huo palikuwa na watu wengi waliojeruhiwa vitani, na uhaba wa madaktari ulipelekea watu wengi sana kuweza kupoteza maisha yao. Aminata alilaumu kwa kupelekwa pale, japo Francis alimwambia kama asingemdanganya basi asingeenda pamoja naye. Aminata hakuwa akiwaamini wenyeji wao pale, walionekana ni watu wajabu sana. Akiwa pale, anaitwa na mzee mmoja hivi ambaye alihitaji msaada fulani kutoka kwa Aminata. Amefika pale, anakutana na mgonjwa akampatia mvinyo kidogo na sasa wakiwa wako pale, mara ghafla wanashambuliwa haraka sana, ikabidi waondoke eneo lile maana palishakuwa pachungu kwao. Wamerudi, wamepata kahawa na mazungumzo juu ya haya ambayo yanaendelea kati ya Wabritish wa, wa Marekani pamoja na hatima yao wao kama Wanegros. Hakukuwa na mtu yeyote ambaye aliweza kumwamini British wala Marekani kwa sababu wote walikuwa na maslahi yao katika kupigania uhuru wao. Usiku, Klebo kaja kumgongea Amina akiwa na shoka na kumwambia kwamba kuna mtu amekuja kumuona. Amina alishtuka sana maana usiku kuna ugeni ambao yeye alikuwa hautarajii kabisa kwa siku ile. Anasogea mbele, anakutana na Chakol. Amina hata alifurahi sana kuonana na mume wake usiku ule. As you know, baada ya muda mrefu sana kwa kuweza kuonana, wakavushia sasa kidogo enzi na mambo mengine yakaweza kuendelea. Sasa, baada ya pale walikuwa wakiongea kuhusiana na binti yao. Woche hawakuwa na taarifa yoyote kumhuzu binti yao, na huzuni yao kubwa ilikuwa hapo. Siku inayofuata Aminata na Chokol wakaenda kukutana na Francis. Waliongea mambo mengi kidogo na walipata chakula cha mchana pamoja, kisha akawapatia barua kutoka kwa British. Barua iliandikwa Negros wanaomba kupigana pamoja na ili mradi kuweza kuwashinda Marekani. Aminata ameleta hoja mezani, lakini bado watu waliofia kutapiliwa maana wa British wala wa Marekani. Anakuja Francis na kuwasihi wasiwafie kabisa wa Marekani na wanapaswa kupambana nao ili waweze kupata uhuru wanaoutaka. Cleo alisema mtoto wake atazaliwa wakati huo wao tayari washapata uhuru, yani hakutakuwa na mtu tena. Mara anakuja askari wa British na kumuulizia Aminata. Kisha anamchukua na kumpeleka katika nyumba fulani hivi. Mule ndani anakutana na binti mdogo kitandani akiwa ni mjamzito. Aminata aliuliza miaka ya binti lakini Jamal alimwambia 22. Ila binti mwenyewe akasema ana miaka 15. Aminata akataja kiasi chake cha pesa na kama akikataa basi ataondoka zake na kumwacha yule binti endelee tu gulia pale. Baada ya makubaliano, Aminata akaomba privacy. Alipokuwa na binti, aliuliza kama anampiga, lakini binti anajibu hajawahi kupigwa na anapenda sana, kila siku anamletea chakula, mavazi na makazi ya kudumu. Binti anasema hahitaji mtoto sababu wao wenyewe wanapendana sana. Na Aminata anauliza nini kupata uhuru wao. Aminata alisema, umekataa, si ndio? Lakini Chokola alijibu hapana. Aminata alichukizwa sana na maamuzi ya Chokola. Chokola alisema Marekani hakuna chochote ambacho ameweza kuahidi. Na sasa ni muda wa kupambana. Kwa hiyo watasimama na wa British. Kwa uchungu, anamwambia, nilipaswa kuwa na binti lakini amepotea, na siwezi tena kukupoteza wewe. Sitaki kabisa kukupoteza wewe. Wanawake waliwaaga wapendwa wao asubuhi na kuwatakia kila la heri katika mapambano yao. Siku zilikatika na watu walipoteza sana maisha. Sio wa Negroes wala wa British na hata wa Marekani, yaani wote waliweza kupoteza watu wao kwaakiwapenda yana upendo wao katika vita hili. Kipindi hicho chote Francis alikuwa wekwa na maongezi na Aminata, wanaendelea kujadili jinsi gani watakavyoweza kusaidiana ili mradi kuleta mapinduzi kwa watu wa Negros. Usiku Aminata anafundisha, anakuja Datilda kumpatia habari, japokuwa zilimtoa mbio sana maana hapakuwa na taarifa nzuri kumuhusu Chokola aliyerudi anasema kwamba watu wengi sana wameweza kuuliwa vibaya sana, na sio wa Negros wala wa British, wote wameweza kuuliwa kikatili mno. Haraka akamfuata Francis, ili mradi kwenda kumwomba msaada. Francis aliamini Chokola ameshakufa tayari, lakini Aminata alimuomba amsaidie sana, sababu anahitaji kumpata Chokola popote pale alipo. Asubuhi kweli, Francis akamsaidia kumpeleka uwanja wa vita na kulikuwa kuna tisha sana. Njiani pale wanasimamishwa na askari wa Marekani, lakini wanafanikiwa kuwagea barua ya ruhusa na kuruhusiwa wapite. Kwa maelezo ya Aminata, anasema eneo la vita alikuwa zuri hata kidogo, kwa maana watu walikufa na walikuwa wanaliwa kama mizoga, yani hawakuwa na thamani kabisa. Wako pale wanabishana na baadhi ya watu na kuomba waweze kuwaelekeza katika shamba fulani, vile lile shamba las Walifanikiwa kufika sehemu husika na akakutana na Klebo, lakini alifurahi sana kumwona hai na akaelekezwa alipo Shokol. Aminata alivurugwa kuona Shokol hamjibu, yaani alikuwa na hali mbaya sana. Wamefanikiwa kumbeba na kumrudisha nyumbani ndo anapata fahamu sasa akiwa nyumbani, lakini bado hayuko sawa kabisa kiafya. Baada ya vita vya muda mrefu, hatimaye Negroes na British wanashindwa kuweza kupata uhuru, japokuwa new york pekee iliwekwa chini ya British. Wamarekani wakakubali kuweza kusaidiana na wafaransa na kuteka baadhi ya miji. Francis alipaswa kuondoka, kwa sababu kwa baadhi ya watu waliona kama vile waliweza kuwageuka hivi, kwa hiyo hawakutakiwa kuonekana katika eneo lile. Kwa hivyo aliweza kumuaga Aminata na kumtaka awe makini sana, kwa sababu atarudi baada ya muda fulani, yani baada ya wao kuweza kusahaulika pale tatu inaishia hapo japokuwa bado Aminata hajampata binti yake kutoka katika uwanja wa vita. Je, wataamini kwamba Aminata ameweza kupoteza maisha ama watamtumia mtoto wake kama kisingizio cha kuweza kumvuta Aminata gani kuweza kufanya mtoto wake aweze kupatikana na kuishi maisha ya furaha kama familia yeye chokol pamoja na mtoto wake? Au je, anaweza kumpoteza mmoja kati ya wapendwa wake kati ya binti yake ama mume wake? Mzigo ni huu hapa. The Book of Negroes bado unaendelea. Ni mimi sina la ziada, i'm out now, mimi ni kwenye Africa hii ni till next time, ciao.